Kwa nini Kib Dennis hajawahi wajengea wazazi wake licha ya kukuwa anapokea mshahara wa mamilioni ya fedha kila mwezi? Ni swali ambalo kila mtu anachuuliza haswa mashabiki wengi ambao wanamfahamu Kib Dennis. E, picha mbalimbali kutoka nyumbani kwa wazazi wa Kib Dennis Prosper zimeweza kaa mtandaoni na kuzua gumzo kali baina ya wanamchezo nchini Tanzania, ku wakihoji ni kwa nini mchezaji huyu anayelipwa mamilioni ya fedha kushinda kuwajengea wazazi wake walau nyumba nzuri ya kuishi. Ikumbuke ya kwamba Kibu Dennis amewahi kuonekana mara nyingi. Eh, mara nyingi amekuwa akionekana katika viunga mbalimbali mbali vya majiji ya Marekani akila bata na wanawake, lakini kwao bado hakuwa wamejengea wazazi wake. Hii imedhirika baada ya baba yake kuaga dunia, bicha ambazo wengine wakafika nyumbani walikuwa wanatarajia kwamba Kibu Dennis atakuwa amejengea wazazi wake nyumba nzuri kulingana na mshahara wake ambao anapokea mamilioni ya pesa. Kibu Dennis ni mchezaji ambaye anachezea ya Simba FC club, Simba club huko nchini Tanzania, club nyingine ambayo ni kubwa sana kama vile ilivyo Shabana FC nchini Kenya. Sasa vile, eh, mazishi yalitokea watu wengi wali waliwahi kufika nyumbani wakashangaa na mwonekano wa nyumba ambayo wazazi wake walikuwa wanaishi, kipindi ambako oh, Kibu Dennis anaonekana viunga vya hoteli.